Tuko Dodoma kwa sababu leo tuko uh, tutukaa tuna, tunaburudisha katika chuo cha Udom uh, kwa sababu Vodacom wana launch 4G na mimi ni balozi wa Vodacom, na kuna nyimbo nimefanya na Mafikizolo nyimbo nitoa Colors of Africa, nyimbo fana ambayo inazungumzia tamaduni za Kiafrika u ushikamano na umoja na vitu kama hivyo na wakati tunakuja huku ndio kukaa uh, tukapata tukabatika kupata mwaliko pia kwa, kwa mheshimiwa uh, waziri Nape, na tumefurahi na tumeshukuru kwa sababu, kama hivyo wageni wanakuja, tunaonyesha ukarimu kiasi gani, kwa sababu sisi tulikuwa kwa pia walikuwa wakitukirimu vizuri, na sisi tumekuja hapa, inaonyesha ni kiasi gani sisi tupata sifa kuonesha kama serikali yetu ina support kazi tunazofanya za muziki na nini. Najua kesho akishokuta akiondoka, akienda kwa, atasema wale wenzetu wale, serikali ina wasupport sana, tumeenda tumepata bahati ya kuingia bunge na vitu kama hivyo, japokuwa kwa, kwa muda mchache, lakini inatia thamani kubwa sana. So, nashukuru bunge zima, serikali na viongozi wote. Ah, hivyo na nyimbo yetu inaitwa Colors of Africa ni Mafikizolo ameshirikisha mimi na DJ Mapolisa, natoka tumeperform kwa mara ya kwanza Dodoma hapa kwa wanachuo. Show ya bure. Show ipo kwa sababu ya uh, Vodacom ameamua kutoka karibu na wananchi wetu na mashabiki zetu kupitia hiyo 4G wanaozindua, lakini sisi tutakuja kuperform bure tunafanya yudo pale. So kama hii clip itatoka kabla hiyo tukio tunaomba tukutane pale, mabibi na mabwana. Mimi neto Platnumz Diamond, bwana almasi na, na washukuru sana. Chibudi chibud chibudesi mbayang, sio ze, you already know what it is maze bwana, bostale baeleze.